Kongasis oi. Amjamo Kongasis. Ya kwanza, rais ni kushukuru sana kwa kuboresha uchumi ujum. kama uchumi ingekuwa vile ilivyokuwa wakati ile, hatungejenga barabara so shukrani kwa kuboresha uchumi, kazi yote inayoendelea Kenya ni vile tunajenga hii barabara mpaka hapa Kongasis, na vile nimeamriwa leo, tutamaliza kufika Elementaita bila huyu kontrakta mwenye amepata kandarasi kufika hapa akimaliza, kurudi huko Kongoni ata tuta, tutaanza na kontrakta mpya wa kutoka hapa Kongasis kwenda paka Elementaita. Yo wa, wa, Your Excellency, I want to assure you we will basically because you have really restored the economy tutamaliza hii kazi kwa haraka. Vile umeniarumu, pia kwa muda wa mwaka mmoja tutamaliza hii kazi.